Nisome Yohana nane, thelathini na moja. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, wa ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli na hiyo nayo hiyo, hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi uzao wake Ibrahimu wala hatujui hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote, nawe wasemaje mutawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawambieni, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakaye nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. 15:15 Yesu anasema, Biblia inaandika maneno kutoka kinywani mwa Yesu, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyafikia kwa baba yangu nimewaarifuni. Ibariki neno lako Mungu, katika jina la Yesu. Katika taifa la Israeli, nao walioathiriwa na biashara ya utumwa hata kabla ya Waisraeli walikuwa wameathiriwa na utumwa, na ndio maana sheria za Musa zinasema, hata sheria na amri za Mungu zinasema kwa habari za mtumwa. Ukisoma mambo ya Walawi sura ya ishirini na tano inazungumzia mwaka wa Yupe, ambao ulikuwa mwaka wa kuachilia. Wewe uliye na mtumwa, ulipaswa muachilie bila mashariti. Sikirida biashara ya utumwa. Utumwa imeleta madhara kwa kila taifa. Utumwa sio mzuri katika maisha ya kawaida, usipende kuwa mtumwa. Nikuuliza swali, nani anataka kuwa mtumwa? Nitoe madhara mojawapo ng'ombe kwa alama ya moto, huyo ndo mtumwa. Halafu anakuwa wa kuongezwa, halafu anafanya kazi, ananunuliwa kama inavyouzwa ng'ombe. Akifa hakuna hasara, maadamu ni mtumwa. Mtumwa alionekana hafai. Wakati mwingine ng'ombe hata ikijifia italiwa na fisi, lakini mtumwa alikuwa akifa kama ni muha nafia larago kwa wenyeji wa Kigoma. Hata huko Kigoma kuna nyumba zaliyokuwa nyumba za mapumzikio ya watumwa wahani. Oh, wenzangu ye imani shimwe waha. Oh, wenzangu, ukifika kule utaona na kuambia vitu ambavyo babu zetu waliteswa. Fikiliza, ni utumwa sio wa kawaida, utumwa sio wa kawaida. Utumwa ni jamba jamba, utumwa ni heka heka.